Huyo aliuliza, aliuliza kwa mfano mmeoana, alafu bibi akawa ana dini, bwana hana dini yoyote, na hamjafunga ndoa na mlizaa, na bwana ukimwambia mambo na dini hataki. Je, wavumilia uishi naye ama weza hama ukaenda kwenu? Sasa hapa yamesema mmeoana mke ana dini, mume hana dini, kisha nasema na hamjafunga ndoa. Kama mjafunga ndoa, maana maanake hamjaoana hapo, si ndio? Hiyo maanake mmehalana, si ndio? Eh, sasa kwanza tunaanzia hapo kwamba kualana si ruhusa, ni makosa, na mnakuwa nyinyi mnazini. Mnachokifanya huo, kwa kwanza, ni makosa hii kualana, na siku hizi watu imekithiri sana hii Ukisikia ameolewa, sikuolewa ni kuhalwa. Ukisikia yule wagna mtu humuoni, yeye ni tu aliolewa, alihalwa. Sasa kwanza hiyo ni makosa, hicho ni kitu cha kwanza. Sasa hata ikaja, kwa mfano, amekuoa ndoa ya kisheria, ndiyo amekuoa, lakini huyu mwanaume ndio tunaenda hii pointi ya pili, akawa si muislamu Akawa si si mwislamu. Allahu jala jalal amekataa kabisa mwanamke kuolewa na mwanaume mwenye si mwislamu. Allah amekataa vikali mno ndani ya Quran Suratu lBaqara, akisema wala tankihu lmushrikati hata yuumin, wanaume usiwahi kumooa mwanamke mwenye si mwislamu mpaka awe muislamu. Akislimu ndio ruksa muowe na akasema, wala amatu mu'minatun khairum min mushrikatin, na ukapata mtuma kija kazi mwenye ni mumini yeye, ni bora zaidi kwako kumuoa, min mushrika, kuliko yule mwenye simu islamu. Walau ajabatkum hataka kuvutia kiasi gani, yule mwanamke ana uzuri kiasi gani. Kisha akaigeuza kwa wanawake, na nao akaambiwa wla tunkihu lmushrikina hatta yuuminu, wanawake usiolewe na mwenye simuislamu mpaka aslimu. Si ruhusa kuolewa na mwenye simu islamu, katazo kabisa. Hatta yuuminu, mpaka waamini. Na akakwambia wala abdu mu'minun hayru min mushrikin walau ajabakum, kuolewa na mtu duni, mtumwa mwenye hana kitu, lakini ni muumini, ni Mwislamu, ni bora zaidi kwako kuolewa na tajiri mwenye si Muislamu. Tuko pamoja lakini. Sasa hapo kiuliza, je, ni vumilie ama ni nenda nyumbani? Kitu cha kwanza hajakuoa. Kitu cha pili huyo atenge kwa amekuwa huruhusi kukaa naye. Atika tokea tusielewe zote. Atika tokea mwanaume pengine alislimu akakuoa kisha ile siku pengine mmekosana au jambo lolote akatoka kwenye Uislamu, basi hiyo ndio unatakiwa ukaeda hapo hapo, mwanamke umeachika. Tuko pamoja lakini. Yaani hata mtu akaslimu akakuoa lakini baadaye akatoka kwenye Uislamu, mwanamke unatakana ukaeda, yani umeachika. Tuko pamoja, eh. Yule aliyejibu hilo swali hebu ajenimpatie zawadi maana amezungumza jambo kubwa sana huyo. Njoma. Shukrani.